Na, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Nuhu Mziwanda aliposti video na tukaizungumzia hapa Trend TV kwamba ameposti video kwa ajili ya kuwaomba Watanzania waweze kwenda kusubscribe katika chaneli yake ya YouTube ili kwa sababu yuko katika plani za kurelease kazi zake hivi karibuni, kwa hiyo watu wasubscribe ili wasipitwe na kazi zake. Sasa, kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba watu wengi sana walikuwa wakijaji ile video kutokana na muonekano wa Nuhu Mziwanda akiwa anaonekana yuko zofu, amedhoofika kiafya. Eh, watu wengi sana wakawa wameanzisha conspiracy kwamba huenda akawa inasemekana anatumia madawa ya kulevya. Jambo ambalo limefanya Nuhu a respond ajibu hiyo issue. So hapa kuna page imeandika kwamba baada ya video ya Nuhu Mziwanda kuleta taharuki mtandaoni, hii ni mara tu baada ya kuonekana akiwa amezoofika kimwili kwenye mwili wake, baadhi ya mashabiki walitoa wa maoni yao kuwa labda Nuh Mziwanda anatumia madawa ya kulevya. Nuh Mziwanda ameweza kujibu sakata hilo kwa kusema kuwa yeye hajawahi kutumia vitu hivyo wanavyovizungumzia, lakini pia vile vile inamuuma sana kuona watu wakimwongelea hivyo. Hata hivyo, pia Nuhu Mziwanda aliomba mashabiki zake wasimfikirie hivyo. So Nuhu alizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram, akasema kwamba da, inaniuma sana ila bro nikuulize, kwani mimi ushawaigi kuniona natumia vitu unavyonihisi natumia swali hilo. Then akasema kwamba au kunishuhudia kwa macho yako, kwa macho yako mpaka ukapata ujasiri wa kusema kwamba eh, nahitaji soba hausi, au nimekukosea nini mimi kijana mwenzio? Kwa kuwa huru tu uniambie, kama unavyosema nahitaji soba hausi. Please, niko chini, niko chini yako niambie, au mudi yako tu ya leo umeamua uropoke hivyo, maana sidhani kama kwenye maisha yako kwa maisha yako wewe hujawahi kukonda, ameandika hivyo Nuhu Mziwanda. So ukiwa kama mdau, hebu uweka maoni yako kuhusiana na hili ambalo linamkabili Nuhu huko mitandaoni, una maoni gani eh? Toka tukisoma na ku-replay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.